Majina ni bwana Silas Karani wa Malwa, nikiwa mmoja wa wakulima na one of the business community around here. Mimi ni mfanyi biashara, na tena mimi ni mkulima. Sisi tunaangamia katika hii soko, biashara zetu zimekufa, watoto wetu hawajaenda shule kwa sababu hatuna malipo yenye tulilima miwa na tukaingiza kwa hii kiwanda ya Nzoia. Tafadhali serikali, serikali tunaanzia juu kwa Mr President. Wewe ulikuja hapo ukatuambia ni lazima hii kiwanda, utuletee kiwanda mpya sisi tufanye namna gani? Tulime miwa tukileta hapa biashara zetu zikue, na sisi mpaka wa leo hatujapeleka watoto shule, tuko na madeni loans, tunadaiwa biashara zetu zimekufa kwa ajili sisi tujalipo hapa pesa na biashara zetu zimekufa. Sasa kwa hivyo, msiporekebisha hii, tulete tupewe pesa. Sisi tunawaambia nyinyi ni one time, one time, asanteni time. One time. One time. Eh. E, jina langu ni Miriam Wanyama, nikiwa branch secretary wa wafanyikazi wa Nzoia Union ya Nzoia wa wafanyikazi tena, mimi ni chairperson wa Sugar union ya Kenya yote. Tuka hapa tulikuwa tumechangamana, ni wafanyikazi wakulima na stakeholders wa hiki kiwanda cha Nzoia Sugar. Tunadai haki yetu, haki ya area zetu ambazo zimemaliza zaidi ya miaka tatu. E, nataka tu kuambia kwamba serikali yetu imekuwa ni serikali ya uongo wakati hivi viwanda vilipeanwa, havikuuzwa. Kulikuwa na kitu kinaitwa leasing. Kwa hivyo sijui sasa kizungu ndio mbaya ama shida iko wapi, kwa sababu kama ni leasing, eh, stakeholder bado ni serikali, lakini vitu vinatendeka hapa. Serikali inatuhaidi fedha zetu, tuliwekwa mkataba ambao unaenda mpaka mwezi wa sita. Eh, ha, sasa hivi wangekuwa huo mkataba eh, umekuwa eh, implemented up to maybe 90% lakini tuko nyuma, imekuwa ni ahadi baada ya nyingine. Sisi kama wafanyikazi tumechoka. Tukikaa hivi, kuna watoto kwa nyumba, e, familia zilivunjika, wafanyikazi wamekufa, medical care hakuna. Tunakaa sasa, tuko jangwani sasa. Hii si Kenya. Kwa hivyo tuko hapa tunataka kuambia serikali yetu kwamba walihusika katika hii maneno na wakatuahidi kanani kama hii ndio Kanani, inasemekana ni Kanani yenye rais alituahidi, tunataka kumwambia hii si Kanani, hii ni Misri, hii ni jahanamu. Mfanyikazi wa Nzoia anaumia, mkulima anaumia, kila mtu anaumia. Hiki kiwanda kimekuja na machozi, machozi mengi na shida ambazo pia ziko hapa ndani. Hiyo eh, mkataba haikukuwa implemented vizuri. Unapata kuna area, kuna vitu zinaitwa eh, grading system. Grading system ni mbaya, mfanyikazi hapa hana heshima nasema heshima ya mfuko kwa sababu mtu unalipwa hata chini ya kiwango cha Kenya ambacho kinaitwa mini, eh, eh, bare minimum that is the minimum wage of this country ni 15000 lakini hapa kuna mtu analipwa chini ya hiyo. Kwa hivyo hapa maisha ni duni, na hata health and safety haijazingatiwa, watu hawana safety gears. Hakuna hospitali hapa ndani, wafanyikazi wamekuwa wakianguka wakikufa. Sasa sisi tuko kwa shida, hatujui kama hii ni Kenya. Eh, mambo mengi hata labor relations act haifuatiliwi hapa ndani, eh, eh, employment act imekuwa violated harassment harasmentika hapa ndani yeah. Muhindi anatusi wafanyikazi yeah. Anatukana wafanyikazi wakienda nyumbani yeah. Sasa tunashindwa, sheria hapa Kenya kuna sheria kweli? Na kama zipo sheria na serikali iko katika hii ndoa ndoa ya inaitwa leasing, kwa nini wanaangalia pembeni? viongozi wetu, senator wetu, ukiitwa namba 3 Umeangalia watu wa Bungoma wanaangamia, unakuja napata hata mbunge, uh, Speaker wetu Wetangula, Senator wetu Wakoli, tuko hapa na Mheshimiwa Makali, tuko na emu siye kalef. Wana, wanaonea hii maneno pembeni wanaangalia ni sawasawa. Nothing is happening in this organization, sisi tunaumia hapa. Ninataka kuwaita washikane pamoja wamalize hizi shida za Nzoia, kwa sababu kwa kampeni yao manifesto yao walikuwa wanaongelea juu ya hiki kiwanda wakasema vile kitakuwa sawa kimerekebishwa ndio, lakini tunaumia. Na siku ya leo, maandamano ya leo, sisi hatuna haja na investor tuko na haja na serikali, serikali ambayo pia ilifail katika oversight yake. Wafanyikazi wakafutwa, wafanyikazi wako nyumbani a ah, watende kuandikwa wapi kazi? Wasichana wadogo na wanavulana wadogo hawajafikisha miaka hamsini, hawawezi access their final dues, NSSF wawezi pata pension, wawezi pata areas zenye tunadai eh. 10.8 billion for the whole sugar industry. Wenyewe wanajua kwa sababu walikache wakafanya hesabu, lakini baadaye wakaanza kudanganya hizi hesabu, wako nazo e. Sasa kitu nataka tu kusema tena e, wafanyikazi wako nje, alafu saa hizi kuna hii mkataba ya kuandika hapa watu retention, kazi ya chini. Hiki kiwanda kimekuwa kisaidia community unakuja kupata kazi ya chini kama kazi ya kufagia na kubeba sukari. Ni watu wetu hapo walikuwa nafanya, lakini sasa wanasafirisha mtu kutoka Mombasa akuja afagie. Hiyo kazi ndogo ndogo ya chini ilikuwa ya watoto wetu. Mheshimiwa Weta, nitakuongelesha kwa Kibukusu, wala maangoli babandu be umbile kwitiki. Sasa enzo ya bafanyikazi be umbile kwitiki. Weta, hiyo ni yako hiyo kwe... Wacha watu wengine wakuambie, waulize wewe, hukuiumba kuitikii maanisha nini? Asante sana. one Trump, one They have not been paid their dues. Every time they come, they have been challenged, they have been uh, uh, they have been deceived wanaambiwa ya kwamba watalipwa na hawajalipwa tangia watoke katika kiwanda hiki wanadai gratuity, wanadai pension wanadai provident wanadai welfare societies mm-hmm. so hizi pesa ni nyingi sana wamefanya wame reduce uh, wafanyikazi wa Nzoia socially ya kwamba sasa they become, uh, banking, in a banking status sasa tuna damages wame cause social uh, uh, uh, damages kwa uh, retirees saizi hawana, hawana ule umuhimu waliokuwa nao wakitoka kazini kwa maana zile pesa kama wangelilipwa hawangekuwa jinsi walivyo saa hizi. Ninavyoongea, kuna watu hamsini wamekufa, na ile kifo wamekufa is one linked to, uh, hardship, depression, emotional, hizo vitu zote zimewaumiza uh, retirees. Ninavyoongea tena hivi sasa, kumi na mbili wako bedridden na wako disf, uh, deformed, uh, isile, uh, stroke victims na hii, hii inatoka kwa depression. Kwa hivyo wame mawazo, wanazongo na mawazo. Kwa hivyo serikali imewatanganya ya kwamba itawalipa kwa muda, na sasa imefika kiwango sasa. Tumesimama pamoja na wafanyikazi na tutaenda pamoja na wafanyikazi mpaka walipe hizo pesa. Basipo kulipa hizo pesa naona ya kwamba, um, um, demonstration itaendelea na hivyo kumaanisha ya kwamba hakuna viongozi Bungoma, viongozi wa Bungoma that have been linked up wamekuwa compromised, ya kwamba sisi tunapoongea kuuliza pesa wanasema ya kwamba tumelipwa. Ni nani amelipwa? Kama ni sisi, ndio tumetulia, tuka affected na tuna complain, we are not been paid. Ni nani mwenye maspika huwa anasema ya kwamba amelipwa? Kwa hivyo tunatangaza ya kwamba wote kuanzia chuu mpaka chini ni Tam Johnston Juma mm. alias Zaire mm. Uh, mimi nataka kuongea kwa niaba ya retirees kuna retirees walio retire mahali hapa since uh, 2017 up to now. Wacha wale tuwone.